E, bana wiki mbili ambazo ziliweza kupita Mbosso Khan kupitia ukurasa wake wa Instagram baada ya kuweza kufuta posti zake zote. Ifahamike kwamba alianza na posti fulani hivi ambayo ilikuwa ni ina rangi ya kijani. Sasa baadhi ya watu wengi sana walikuwa na mijadala mingi sana, then baadaye akaja kudhibitisha ujio wake wa EP yake ambayo inafahamika kwa jina la Room number 3 akiwa ni kama solo artist ambaye hayupo tena chini ya record label yoyote. Sasa hivi ni kwamba Mbosso Khan ameweza kutangaza kwamba e, ujio wa jambo lake jipya ambalo E, pengine linaweza likawa e, bana ni linaleta sura tofauti kabisa na vile ambavyo mlimzoea Mbosso Kan kupitia ukurasa wake wa Instagram, Mbosso Kan ameweza kushare ujumbe ambao ujumbe huu umekuwa na background ya rangi ya kijani, lakini pia ujumbe huu umekuwa ukisomeka maandishi ambayo yamesomeka kwamba, yanasomeka kwamba kesho. Sasa amesema kwamba kesho asubuhi, mchana au jioni, akawa ameweka alama fulani hivi ya kiulizo. Sasa kupitia ujumbe huu ambao Mbosso Kan ameweza kushare kupitia ukurasa wake wa Instagram, unaweza kudhihirisha kwamba kunalo jambo lake ambalo anataka anataka kuja nalo. Pengine labda inaweza kaa ni official video ya wimbo wake ambao ametoka kuachilia kupitia EP yake, ambao ametoka kuachilia EP yake yenye jumla ya nyimbo sita, lakini pia bonus track moja. Sasa Mbosso Kani yeye ameweza kutoa ujumbe huu ambao umekuwa na baadhi ya watu wengi sana wakiwa wanatoa mitazamo yao kutoka kipande chochote kupitia eh, ujumbe huu ambao Mbosso Kani ameweza kushare kama post kupitia ukurasa wake wa Instagram. Wapo watu wengi sana ambao wao wamesema kwamba ni video ambayo anaenda kuiachilia Mbosso Kani, wengine wa e bana, wapo watu wengi sana ambao wanasubiri kwamba ni kitu gani ambacho Mbosso Kani atakuja nacho. Ifahamike kwamba Mbosso Kani pia ni mmoja kati ya watu ambao wanapitia sana, e bana, njia ambazo Damo Platinum alikuwa anazipitia katika utambulisho wa kazi zake hata pia kipindi ambacho anatambulisha FOA akawa ameacha watu wengi sana akiwa na mijadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii kwamba e, bana kitu gani ambacho Damo Platinum atakuja nacho, then baadaye sasa e bana, Mbosso kan, baada ya kuweza kutoka WCB, aliendeleza kile kitu ambacho Damo Platinum alishawahi kukifanya before, kipindi ambacho Damo Platinum anatangaza EP yake ya first of all. Sasa asa hivi yeye akaja na hashtag ya RN3, yani baadaye akaja kuthibitisha ujio wake wa EP yake ambayo inafahamika kwa jina la Room number 3, so asa hivi ameweza kutambulisha kwamba anakuja na jambo lake jipya ambalo ameweza kusema kesho, ambayo ni siku ya leo hii. So kwa upande wa Mbosso kan atakuja na jambo gani? Cha msingi kwa kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, make sure kwamba una kaa mkao wa kula. Mbosso kan atakuja na jambo lake jambo gani? Pengine labda inaweza kuwa ni ngoma mpya au ni video mpya. Drop comment yako kwenye comment hapo, uko na mtazamo gani? Usiache kusubscribe kwa taarifa kadha kadha, chao chao.